Machafuko yanayoendelea katika nchi ya Togo na Kenya yana fundisho kubwa sana kwetu sisi wa Tanzania. Togo imechomwa moto kama vile Kenya ilivyochomwa moto, na jinzi na sababu za machafuko ya Togo na Kenya yanafanana sana. Togo, rais aliye madarakani ambaye alipokea kijiji cha urais kutoka kwa baba yake amebadilisha katiba ya nchi na kumwalalisha kuwa kama rais wa maisha. Kumbuka, hii familia inayoongoza nchi ya Togo imeiongoza hii nchi zaidi ya miaka sitini. Imagine, familia moja imeitawala nchi zaidi ya miaka sitini. Kwa hiyo wananchi wameamka, wameona hii inatosha sasa. Umaskini huu unatengenezwa na familia moja, tunataka tuitoe hii serikali. Kwa hiyo machafuko ya Togo ni kupinga hii serikali ya familia moja ambayo imeitawala hii nchi zaidi ya miaka 60 hem, tengeneza picha, zaidi ya miaka 60 nchi nchi inaongozwa na familia moja. Kwa hiyo machafuko ya Togo ni kupinga yaliyofanywa na huyu bwana, ambaye ni ni rais wa nchi, kubadilisha katiba ili yeye aendelee kuwa madarakani. Ukichukua tukio la Togo, ukija Kenya sasa, tutengeneze picha. Wakenya wao hawamtaki Ruto kwa sababu ahadi ambazo Ruto aliwapa Wakenya ameshindwa kutimiza. Unajua kuna bwana mmoja hivi nimeongea naye leo Amenipigia, alinitumia voice note kutoka Kenya, akawa ananipa maelezo. Matatizo yao ni kwamba Ruto alipoingia madarakani, aliwaaminisha Wakenya kwamba ana uwezo wa kutatua matatizo yao. Narudi mlemle mle, kwamba Ruto naye aliingia madarakani akiwa amekariri. Ukilinganisha ni kwamba Ruto anaingia madarakani akiwa amewakaririsha Wakenya kwamba anaweza akacha akatatua changamoto zao. Ukienda kwa Togo hiyo familia ilikuwa niiongoza Togo na kushindwa kuleta mabadiliko kwa, kwa raia wake. Ni lazima uwe na uhakika kwamba hii familia moja kuwa madarakani kwa muda wote huu ni lazima kuna mkono wa Magharibi. Nimesha kukufundisha kwenye video zangu, Magharibi wakiwa wanakutafuna hata ufanye nini, hawana shida na wewe. Ndivyo Magharibi walivyo. Sasa tuje kwa kesi wa Tanzania, tunaweza tukajifunza kitu gani kwa hizi nchi mbili yani Togo na Kenya? Hapa Tanzania kuna kilio kwamba nchi ya Tanzania tangia tupate uhuru, chama kimoja ndio kinachotuongoza sisi. Hicho ndicho kilio cha Watanzania wengi: CCM iondoke, CCM iondoke. Sikiliza, hata CCM kiondoka, shida itakuwa ile ile. Tuangalie majirani zetu, wanabadilisha vyama, matatizo yanazidi kuongezeka. Ukitaka kubadilisha, ukitaka kuleta maendeleo ya nchi, badilisha mfumo wa uendeshaji wa nchi, badilisha script, kwa sababu tukimwingiza Chadema au tukimwingiza ACT au tukimwingiza chauma bado anashikilia skripti ile ile, anacheza na mfumo ule ule wa kiutawala, anacheza na katiba ile ile. Kumbuka Togo, kinachowatafuna ni katiba mbovu, kwa hiyo wanaipinga serikali, wanataka mhusika atoke. Ukija Kenya, Kenya wao walibadilisha katiba, lakini bado katiba inawatafuna. Ndio maana waambiaga wa Kenya hawakuandika katiba ya kuwasaidia wao. Ushauri kwa nchi yangu ni huu ufuatao, na nimekuwa nikiusema. Togo, mtu mmoja ndo ana madaraka mengi sana. Ukija Kenya, pia Ruto ana madaraka mengi sana. Sasa sisi Watanzania tunatakiwa tutengeneze msaafu wetu ambao mtu mmoja hatakiwi kuwa na madaraka mengi, kwa sababu angalia, maandamano ma ma ya Kenya hawamtaki Ruto, maandamano ya Togo hawamtaki rais wao. Ni kitu gani cha kujifunza Watanzania? Inabadili tutengeneze msaafu ambao sio mtu mmoja anatakiwa awe na mtu ataniambia, unaongea kitu gani? Nilitoa ule ushauri wangu, mimi mtu ambaye ana alternative solution tofauti na hii ya kwangu aiseme. Mimi nilisema hivi, tuna wabunge, tuna madiwani, wakuu wa mikoa wachaguliwe na hawa wabunge na madiwani, alafu hawa wakuu wa mikoa wanakuwa na mandate ya kupigania maendeleo ya raia wao wa mkoa wao, yaani mkuu wa mkoa anakuwa amezaliwa amekulia, anajua changamoto za watu wake. Sio unamka leo asubuhi unaambiwa mkuu wa mkoa wa... wa Kigoma ni Baba Levu, kisa Baba Levu ana umaarufu, lakini hajui changamoto za watu wa Kigoma. Baba Levu anaishi Dar es Salaam, anajenga Dar es Salaam, lakini eti anataka akawe mkuu wa mkoa wa Kigoma au anataka akawe mbunge wa Kigoma wakati hajawa, hajui changamoto za watu wa Kigoma, hajui masika watu wa Kigoma wanapitia matatizo gani, hajui kiangazi watu wa Kigoma wanapitia matatizo gani. Ni mfano natoa kwa sababu hawa ni watu ambao tayari wanaeza kujitengenezea mata. mazingira eti ya kuwa viongozi wa raia wa sehemu fulani wakati hawaishi ile sehemu. Ndugu zangu, viongozi wa raia inabidi wawe wanaishi katika mazingira yale raia wao wanaishi. Sijui naeleweka? Mbunge Awe anaishi kwenye jimbo lake, familia yake inajulikana ni wapi. Hii mbunge wa, wa wa wa Mikumi anaishi da, familia yake inaishi Dar es Salaam, ndio nini hiyo? Mbunge wa Moshi familia yake naishi Masaki, siu unanielewa? Yaani matatizo ya Togo na, na Kenya nilichojifunza ni kwamba viongozi wa nchi husika huwa hawawahudumii raia wao, kuna system wanaihudumia. Sasa cha kujifunza sisi wa Tanzania, number 1 tunatakiwa tuanze huku ground level, hakikisha mbunge familia yake inaishi kwenye jimbo lenu, sio mbunge anaishi kigo, Kigamboni alafu eti ni mbunge wa jimbo la sijui Musoma, ametumia platform ya umaarufu anakuja kuwadanganya watu wa Msoma wamchague eti ndio mbunge wao, sijui unanielewa. Take number one, wakuu wa mikoa wawe ni wazaliwa wa mkoa husika, wana uchungu na raia wa mkoa husika familia yao tunaijua, watoto wao tunawaona wanasoma pale na sisi, kila kitu tuna interact hapo, ndo tutakuwa na uchungu wa kupigania mfumo wa elimu bora wa mkoa wetu, riziki ya mkoa inatafutaje. Yani kunakuwa kuna, kuna na ile connection ya kiongozi na wa, na raia wa sehemu husika. Waona mtoa mtu mbea akawa mkuu wa mkoa wa Mara, hai make sense. Tukiendelea na huu mfumo, tutaelekea kwa kina Kenya, tutaelekea kwa kina Togo we need to change this system. Rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania apunguziwe madaraka, madaraka yaende kwa wakuu wa mikoa, ambao hawa wakuu wa mikoa wanachaguliwa na raia wa sehemu husika. Haya mavyama tunabaki nayo kama walivyotuletea wazungu, sisi tuna twist tu, hata sisi tuna akili kuliko wazungu. Wao wametuletea kina Chadema, Chauma, NCT, Mazalendo, sisi CCM, ili kutuvuruga utawali. We need to use these tools to overthrow them. Tutatumia hii ya kina chauma, lakini vuta picha, mkuu wa mkoa wa Tanga ni CCM. Lakini huyu mkuu wa mkoa wa Tanga ambaye ni CCM hakuchaguliwa na Samia au hakuchaguliwa na rais wa nchi, alichaguliwa na raia wake wa pale mkoani kwa kutumia ule uwakilishi wa wabunge wa mkoa wa Tanga na madiwani wa mkoa wa Tanga, ambao hao ndio wanamchagua mkuu wa mkoa mimi. Ndio mfumo wangu nilio introduce wakuu wa mikoa watakuwa wanachaguliwa na kabineti ya wabunge wa mkoa na madiwani wa mkoa, alafu huyu mkuu wa mkoa anakuwa na mandate ya kupambania mkoa wake. Huyu mkuu wa mkoa, familia yake hiyo imezaliwa hapo, inaishi hapo, watoto wake tunawaona, sio watoto wako wanasoma Moshi, halafu hiyo familia yako sijui iko Mtwara. Hicho kitu hakipo, familia yako, watoto wako wanasoma hapo hapo Mtwara. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tu aki tumia baraza lake la mawaziri kazi yake ni kumobilize maendeleo ya nchi in general, lakini maendeleo ya mkoa ni wakuu wa mikoa wanapambania. Maximum power ndani ya mtu mmoja ndio inaleta machafuko ya nchi. Watanzania, we have to learn from these people. Kenya na Togo ni somo kubwa sana. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba script yetu sisi rais apunguziwe ya madaraka yaende kwa wakuu wa mikoa, rais asichague wakuu wa mikoa awa wakuu wa mikoa wote ni machawa wa rais, wakuu wa wilaya wote ni machawa wa rais. Maendeleo yanakujaje? Yaani kazi ya mkuu wa mkoa na kazi ya mkuu wa wilaya ni kutekeleza ya rais, sio kutekeleza ya wananchi. Katiba ya sasa ya Tanzania, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya hamhudumii raia wa mkoa au wa wilaya husika. Mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya wanamhudumia rais wa nchi. Hakuna maendeleo, tutalipeleka taifa letu kwa kina Kenya na Togo. Tunahitaji mkuu wa mkoa aliyezaliwa na kukulia mkoa wake watoto wake wanasoma pale tunamjua mke wake tunamjua yani tunajuana wote ili amobilize maendeleo tuone apiganie elimu bora apiganie mfumo bora wa elimu wa mkoa wake tutathrive tutakuwa kiuchumi na kimaendeleo. Kwa kuwa wilaya ni kupoteza hela toa wakuu wa wilaya wastage of money. dawa ya kutokuelekea kwa kina Kenya na kina Togo ni kupunguza madaraka ya mkuu wa nchi yetu rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Waswahili wanasema mwenzako akiwa ananyolewa tia maji nywele zako. Tuangalie kinachowatafuna ni script gani inacho, tuangalie wenzetu ni script gani inawatafuna ili turekebishe script yetu, tusije tukaelekea huko ambako wenzetu wako. Wakuu wa mikoa wakikutana kwenye baraza lao, wanamshauri rais au wanamquestion rais kwa yale ambayo hayafanyi inavyotakiwa. Yaani lazima kuwe na cabinet ya kumquestion rais kama haendi inavyotakiwa, kumbuka, katiba ya sasa raisi ha, hamna sehemu ambapo anaulizwa jambo lolote. Bado rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ana mamlaka ya ya kikoloni, ambayo mkoloni alikuwa ana mamlaka ambayo mkoloni alikuwa nayo. Kumbuka mamlaka ambayo mkoloni alikuwa nayo ndio yako wakina Kenya, ndio yako kwa kina Togo. Ndio maana raia wamekasirika, wanaamua kuichoma nchi. Lakini ukiwa umedelegate madaraka kwa wakuu wa mikoa huwezi ku, mtu mmoja hawezi kukaa pale Dar es Salaam aite ana sijui amevaa kofia ya Chadema anaita maandamano nchi nzima, hicho kitu hakipo. Wa watu wa mwisho wameamka, nataka waende shambani wakalime, unawaambia maandamano. Kwenda kaandamane Dodoma kama una unataka kuandamana. Kwa hiyo tumeelewana, script yetu ni kupunguza madaraka ya rais, madaraka yanahamia kwa wakuu wa mkoa ili waspeed up maendeleo. Ni marufuku mkuu wa mkoa kuwa chawa wa rais. Ni marufuku wakuu wa wilaya unafuta kabisa. Madiwani wana kazi gani? Kazi ya madiwani kumobilize watu kwenye ground level kwa ajili ya maendeleo. Watanzania ma mwenzako akiwa ananyolewa tia nywele, mwenzako akiwa ananyolewa tia maji nywele zako. Tuelimike tusiwe wasomi.